Hawa watu wanahubiri amani lakini amani wao huyu ni koba, tena koba mbaya zaidi, maana hana baba, hana mama. Maana mama wa amani ni haki, si ndio? Sasa hawahitaki haki. Baba wa amani ni haki na uadilifu. Hawataki uadilifu, hawataki haki Hawamtaki baba wa amani hawamtaki mama wa amani. Sasa ukijiuliza, kwa wao amani maanake nini? Maanake ni kwamba waibe, unyamaze kimya, wafanye vitimbi, unyamaze kimya. Wewe kama unataka amani kweli, kama wewe unahubiri amani kweli Inakuwaje watu wako unakwenda kupanga watu wa kwenda kufanya vurugu, kwenda kuwazuia watu wasipate haki yao kwa visingizio mbalimbali? Sasa haki yupi, amani yupi unayemhubiri wewe? Unakuwaje unahubiri amani, huku unakwenda kutafuta mtu ambaye hana haki unampa haki, ile mwenye haki unamnyang'anya, amani ipi unayohubiri? Unakwenda kuchukua vikundi vya watu, unachukua watoto wadogo maskini, unawafungia mwahala, unawafundisha chuki zilizopita mpaka dhidi ya wenzao, halafu hawa unakwenda kuwapa na silaha, wende wakahujumu wenzao. Hatuamini sisi kwamba haya, kama kweli ni kiongozi huyajui, utakuwa kufai kuwa kiongozi. Maana mtu wa kawaida anayajua kwamba haya yamepangwa naye, anaonyesha hukemei, huzungumzii wala hukatazi, we unahubiri amani. Sasa tuliokutana nayo ni kwa sababu wenzetu wakali sana. Ukiwaambia maneno haya yaani, watu wa ajabu kweli kweli. Aibe, lakini ukimwambia mwizi, eh bwana wewe <laughs> sijawahi kumuona, eh mwizi mkali kuliko